Zipo sababu nyingi za kwanini biashara nyingi zinakufa au kwa nini watu wengi wanapoteza wateja. Utafiti umebaini kuwa watu wengi wanapoteza wateja si kwa sababu ya bei, bali ni kwa sababu ya poor service au huduma mbaya kwa wateja. Kuna kipimo defection rate. Defection rate ni kipimo kinachotumika kukusaidia kujua ni asilimia ngapi au ni kiasi gani cha wateja wako mbioni kukukimbia, na kipimo hiki kimebaini kuwa watu wengi wanakimbiwa na wateja si kwa sababu nyingine yoyote bali ni kwa sababu ya huduma mbaya kwa wateja au poor customer service. Kwa hiyo moja kati ya ujuzi muhimu sana ambao unapaswa kujua na kuzingatia wewe kama mfanya biashara ili biashara yako isifeli ni kuwa na good customer service, kuwa na huduma nzuri kwa wateja wako. Karibu sana bwana katika siku ya leo katika YouTube channel yangu. Nitakufundisha nini maana ya huduma kwa wateja au customer care. Nitakufundisha mambo au mbinu zitakazokusaidia kutoa huduma nzuri kwa wateja wako ili hao wateja waweze kuwa ni wateja wa kudumu wateja wanaofika dukani kwako waweze kuwa royal customer. Wao Wawe ni wateja wa kila siku na wanaonunua kwako mara kwa mara karibu sana bwana. Mimi naitwa Victor Mwambene ni mwelimishaji wa masuala ya yani fedha na biashara niliyeidhinishwa na benki kuu ya Tanzania yani certified financial educator na pia ni mwandishi wa vitabu vinne ikiwemo hiki cha jinsi ya kuanzisha na kukuza biashara ambacho pia nimezungumzia kuhusiana na masuala mazima ya customer care. Nimeandika kitabu kingine kinaitwa kanuni 20 za fedha. Akili ya fedha pamoja na nguvu ya kujua bwana. Karibu sana bwana, kama ndio mara ya kwanza upo katika YouTube channel yangu, tafadhali usiache kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kupata taarifa tunapokokea somo jipya. Kama nilivyokuambia bwana, katika siku ya leo ninaenda kukufundisha mbinu kubwa nne za kutoa huduma nzuri kwa wateja. Ikumbuke kuwa Watu wanapoteza wateja kwa sababu nyingi, lakini sababu kubwa ni kuwa na poor customer service au huduma mbaya kwa wateja na utafiti umebaini kuwa asilimia nyingi, asilimia kubwa ya biashara nyingi zinazokufa duniani zinakufa kwa sababu wafanya biashara hawawakuwajua wateja wao wanataka nini, na hawakujua namna bora ya kuwahudumia wateja wao. So moja kwa moja sasa, nini maana ya customer care au huduma kwa wateja? Huduma kwa wateja kwa tafsiri rahisi kabisa ni, ni, ni, ni, ni kitendo cha kumfanya mteja ajisikie raha kuongea na wewe, ajisikie raha kuhudumiwa na wewe kiasi cha kutamani kurudi siku nyingine kuhudumiwa na wewe au kupata huduma kutoka eh, kwako. Si tunaelewana mpaka hapo? hiyo ndo good customer service, kitendo cha kumfanya mteja ajisikie raha kuongea na wewe ajisikie raha kuhudumiwa na wewe kiasi cha kutamani kurudi siku nyingine. Kwa hiyo huduma kwa wateja bwana inahusisha mambo mengi sana na inahusu kuanzia namna unavyotoa huduma yako, namna unavouza bidhaa yako, na baada ya kuuza bidhaa au huduma yako. So kuna mambo kama ma, ma, ma, ma, ma, ma, tano hivi au sita, nataka ni share na wewe katika siku ya leo, yatakao kusaidia kutoa huduma nzuri kwa wateja wako. Jambo la kwanza, Wajue wateja wako na tunza taarifa za wateja wako. Msingi wa kwanza wa muhimu katika huduma kwa wateja ni kuwajua wateja wako. Lazima ujue kwa mwezi unapata wateja wangapi. Katika hao wateja unaowapata, lazima ujue ni nani anayenunua sana kuliko wateja wengine. Lazima ujue wateja wanaojirudia mara kwa mara, na ili uweze kuwa na taarifa za wateja wako unaweza ukatumia a system, kuna system zinaitwa POS au point of sale. Hizi kuna kuna application application application na kuna mobile application na mobile web application. Hizi zinakusaidia kutunza taarifa za wateja wako, ni application kwa ajili ya kutrack biashara zako, lakini pia zinatunza taarifa kwa ajili ya ya kujua wateja wako wanaonunua mara kwa mara, wateja bora. Hizi application zinakutengenezea report, lakini pia unaweza ukawa na mfumo wa excel unaokusaidia kujua wateja wanaojirudia mara kwa mara, wateja unaowapata kila mwezi. Ukiwajua wateja wako vizuri itakusaidia kwenye kutoa ofa, kwa sababu utampa ofa mteja anayenunua sana, utampa ofa mteja anayejirudia mara kwa mara. Kuna siku tunampa ofa, naambia bwana, leo e, tunajua bwana wewe mteja wetu wa mara kwa mara, kwa tumeona tukuzawadie hii zawadi e, kama mteja wetu mkubwa au mteja wetu bora wa mwezi. Kwa hiyo ni namna ya kutoa huduma nzuri kwa wateja. Kwa msingi wa kwanza wa kuwahudumia wateja wako vizuri ni kuwajua wateja wako, wajua wateja wako wanapatikana wapi, wateja wako wa mara kwa mara wapo wapi. Na wajue pia wateja wako wanaonunua zaidi kuliko wateja wengine. Si tunaelewana mpaka hapo eh? Usipowajua wateja wako hauwezi kuwahudumia. Kuna aina mbalimbali za wateja. Namna ya kuwahudumia na kuwauzia inapaswa kuwa tofauti. Namna unavyomuuzia mteja mpya haipaswi kuwa namna unavyotakiwa kumuuzia mteja wa kila siku au loyal customer. Ndo maana ni muhimu sana kuwajua wateja wako. Yupi ni mteja mpya, yupi ni loyal customer, yupi ni potential customer, mteja ambaye e, ni mteja wa madili makubwa hii itakusaidia zaidi, lakini pia lazima ujue hata kipato cha baadhi ya wateja wako, ili kujua niko namna gani unaweza ukamuuzia na kumhudumia. Mbinu ya pili ya kuwa na huduma nzuri kwa wateja ni jua pain point za wateja wako. Pain point za wateja wako ni vile vitu ambavyo vinawaumiza wateja wako, ni vile vitu ambavyo wateja wako havipendi kuhusu bidhaa yako, wateja wako havipendi kuhusu huduma yako. Pain point za wateja wako ni vile vitu ambavyo wateja hawapendi kuhusiana na bidhaa huduma unayoitoa. Kwa mfano, kwenye sekta ya chakula, wateja wengi kwenye biashara ya chakula ya mgahawa au hoteli, wateja wengi hawapendi kuuziwa chakula kilichorara. Wateja wengi hawapendi kuuziwa chakula cha baridi. Wateja wengi hawapendi, wakija kununua, wanaambiwa mboga fulani hazipo au maragi yameisha au nyama zimeisha. Wateja wengi hawapendi kula chakula sehemu ambako kuna nzi wateja wengi hawapendi kucheleweshia. Sio mtu anatoa oda mara ya kwanza, mara ya pili mnamsahau sawa? Kwa hizo ni baadhi ya pain point kwenye biashara ya chakula. Kuna pain point kwenye biashara ya nguo, kuna pain point kwenye biashara ya kompyuta. Watu wanauziwa kompyuta, wanauziwa kompyuta ambazo hazidumu, warranty hamna. Kwa hiyo watu wanauziwa sim fenki. Hizo ni pain point kwa katika kila aina ya biashara, katika kila industry kuna pain point za wateja, vitu vinavyowakwaza wateja, vitu vinavyowaumiza. Kwa hiyo ukishajua zile pain point, itakusaidia kutoa huduma nzuri kwa wateja, kwa sababu utaziepuka pain point. Sio, tumeelewana mpaka eh? hapo kwa hiyo ni njia ya pili ya kutoa huduma nzuri kwa wateja, jua pain point za wateja wako, vitu vinavyowakwaza wateja, na unaweza uka epuka hizo pain point ili uweze kuwa na huduma nzuri kwa wateja wako. Jiulize katika kile unachokiuza ni vitu gani ambavyo watu hawavipendi vinawakwaza. Mbinu ya tatu ya kuwa na huduma nzuri kwa wateja ni jali muda wa wateja wako. Moja ya vitu ambavyo vinawaongoza wateja kununua, kufanya maamuzi ya kununua ni muda. Kuna watu wanakuja kununua kwako si kwa sababu nyingine yote bali ni kwa sababu unajua unapenda kujali muda wa wateja wao. Kuna wateja wanajali muda kwenye kununua kuliko anavyojali kuokoa pesa, yaani yeye yuko lazima atumie pesa nyingi, lakini sio apoteze muda. Kwa lazima ujue, je, katika sehemu ya wateja nilionao ni wateja wa aina gani? Kama ni wateja wanaojali muda, jali muda wa mteja wako, usipende kupoteza muda wa mteja wako. Mteja anapolipia bidhaa, huduma, anatumia siku ngapi kupata bidhaa zako? Unapomwambia utapata bidhaa kesho, utapata huduma kesho, basi hakikisha napata bidhaa katika muda uliomwambia. Wateja hawapendi kupoteza muda. kwa sababu muda na pesa ni kitu kimoja. unapopoteza muda wa mteja wako, unapoteza pesa za mteja wako. Si tunaelewana mpaka hapo? Make sure unajidhatiti na unajitofautisha katika kutoa huduma au bidhaa kwa kasi kuliko washindani wako, na hii inaweza kuwa ni njia pia ya kujitofautisha. Si tumeelewana? Jali muda wa wateja wako. Kuna watu hawajui kujali muda wa wateja kwa hiyo hali hiyo inawafanya waonekane wanapua customer service. Mbinu ya nne ya kuwajali ya, ya, ya wateja ni kuajiri wafanyakazi sahihi kwa ajili ya huduma kwa wateja. Kuna watu wana biashara kubwa sana, kwa ukubwa wa biashara zao walitakiwa wao ni watu wa huduma kwa wateja. Si tumeelewana eh? na tukubali kuwa kwamba sio kila mfanyakazi ni mzuri kumhudumia mteja. Kuna watu ambao kwa asili ni watu wa kununa, kuna watu ambao kwa asili ni watu wa asira. Kwa hiyo watu kama hao unapaswa kuwaondoa kwenye, kwenye, kwenye reception sehemu ya reception, kuchagua wafanya wafanyakazi ambao ni wazuri, ambao kwa... Unajua, kuna watu kwa asili tu ni watu wa furaha, kwa asili tu ni watu charming, ni watu wakuchangamka. Kwa watu kama ndio unawapa kazi ya kuwahudumia wateja. Lakini kuna watu ukiwa waweka kwenye pale kwenye customer service na customer care, watu watakuwa ni watu tu wa kununa, ni watu ambao hawatabasamu, hawajui kutabasamu na hawafundishiki Unaweza ukawafundisha namna ya kuwapokea wateja, namna ya kuwahudumia wateja, unaweza kuwafundisha namna ya kuongea na wateja, lakini wao hawaelewi chochote. So make sure biashara eh, yako inavyozidi kukua, ajiri mtu au watu maalum kwa ajili ya kuwahudumia wateja, kwa sababu kuna watu biashara zao zimefeli kwa sababu tu ya poor customer service. Namba, jambo lingine la tano, endesha mafunzo kwa ajili ya, jifunze ujuzi wa kuwahudumia wateja, customer care skills huu ni ujuzi ambao unapaswa kujifunza Ma, baadhi ya mambo utakayojifunza hapa kwenye customer care, jifunze communication skills, written communication skills nani verbal communication skills na verbal communication skills ni mambo ambayo unatakiwa yajue. Jifunze jinsi ya kuwasiliana kwa njia ya mdomo, kwa njia ya viungo, kwa njia ya maandishi, hali mambo unatakiwa yajue uwe na uelewe mambo kama tunapozungumzia empathy tunamaanisha nini, tunapozungumzia emotion intelligence tunamaanisha nini. Hivi ni vitu ambavyo unatakiwa uvijue, wewe kama mfanyabiashara. Confidence unatakiwa ujue, voice tone. Hizi ni communication skills ambazo unatakiwa uzielewe, wewe kama mfanyabiashara. Lakini pia tunazungumzia masuala mazima ya friendliness kwenye masuala mazima ya customer care. Tengeneza mazingira ya kirafiki ndio naambia bwana, eh, habari bwana, familia inaendeleaje bwana, furahi kukuona bwana, mtoto anasema shemeji, mzima familia wajambo? Kwa kutengeneza mazingira yao ya kirafiki. Lakini pia ni mtu ambaye uwezi kupokea ushauri wa wateja wako, haukubali kukosolewa, haukubali kupokea mawazo mapya, wewe unachokiamini hivyo, hivyo. Mambo matano ambayo nilitaka nishare na wewe katika siku ya leo ili kukusaidia kuboresha huduma yako kwa wateja. Kwa haraka, haraka. Jambo la kwanza, tunza taarifa za wateja wako, lazima uwajue wateja wako. Nimekwambia wateja wako tofauti, wana tabia tofauti, namna ya kuhudumia inapaswa kutofautiana. Namna ya kumhudumia royal customer, mteja wa kila siku, mteja mzalendo inapaswa kuwa tofauti na namna ya kumhudumia mteja mpya. Wajue wateja wako ili uwahudumie katika utofauti. Mbinu ya pili ya kuona huduma nzuri kwa wateja, jua pain points za wateja wako. Ni vitu gani vinavyowakwaza wateja katika chakula? Je, ni ku, chelewa kupata chakula? Ni kupewa chakula kilichopoa? Ni kukosa baadhi ya mboga? Najue pain point kwenye biashara nguo, jua pain point kwenye biashara yako ya simu, jua pain point kwenye biashara yako ya huduma yako labda ya ujenzi. Kitu cha pili kwenye huduma kwa, cha tatu kwenye huduma kwa wateja, jali muda wa wateja wako. Kuna wateja wanajali muda, wanathamini muda kuliko wanavyothamini kuokoa pesa. Kwa hiyo jifunze kujali muda wa wateja wako. Natoa huduma yako kwa kasi kuliko washindani wako. Jambo la nne, ajiri mtu au wafanyakazi maalum kwa ajili ya kutoa huduma nzuri kwa wateja wako, kwa sababu kuna wafanyakazi kwa asili sio watoa huduma wazuri. Lakini kitu kingine katika kutoa huduma nzuri kwa wateja e, e, jifunze huduma nzuri kwa wateja, jifunze kutoa huduma nzuri kwa wateja au good customer Care. Jifunze kutoa huduma nzuri, jifunze jinsi ya kucommunicate. Communication skills itakusaidia sana kuweza kufanikiwa. Ukitaka kujifunza mambo mengi kuhusiana na huduma nzuri kwa wateja, soma kitabu changu hiki, kinaitwa Jinsi ya Kuanzisha na Kukuza Biashara. Humu nimeeleza mbinu za kutoa huduma nzuri kwa wateja wako. Kitabu kinaeleza mbinu za kuanzisha na kukuza biashara kwa mafanikio. Utakipata kwa shilingi elfu ishirini, lakini na vitabu vingine kama Kanuni Ishirini za Fedha, kinaeleza misingi ya kutengeneza kutunza na kuwekeza fedha kwa usahihi, ni shilingi elfu 20. Nina kitabu changu kipya hiki kikubwa kinaitwa akili ya fedha, kinaeleza mbinu za kutoka kwenye umaskini na kujenga utajiri wa kudumu. Ni kitabu kizuri sana, kama unatamani kujenga utajiri na kutoka kwenye umaskini soma kitabu hiki, hiki ni elfu 25. Lakini na kitabu kingine kipya ameni, na kitabu hiki kipya kinachoitwa nguvu ya kujua. Kitabu kinaeleza mambo 16 unaopaswa kuyajua na kuyazingatia ili uweze kuwa na mafanikio makubwa kwenye maisha yako. Hiki kitabu kinaeleza mafanikio kwenye eneo lote, kwenye mahusiano, kwenye kipaji, kwenye malengo, mafanikio kwenye afya, kuishi maisha marefu na mafanikio, pia kuishi kwa malengo, mambo yote ya muhimu, kuwa na mtazamo chanya, kuishi kwa kujiamini na mambo mengine kadha wa kadha. Hiki ni elfu ishirini. Unaweza kupata vitabu hivi kwa namba za simu 0744126640. Lakini unaweza kunipigia pia kwa ajili ya kutoa mafunzo ya customer care kwa wafanyakazi wako. Lakini zaidi unaweza kupata vitabu vingi vya fedha, biashara na mafanikio kupitia duka letu unaloiona hapa, liko nyuma yangu. Hili ni duka la vitabu vya fedha, vya biashara, vya Kiingereza na vya Kiswahili tunavyo. Pia tunavyo vitabu bora duniani kama Rich Dad Poor Dad, Richest Man in Babylon, Seven Habits of Highly Effective People, Ikigai na vingine vingi. Asante sana nipigie kupitia namba za simu nazoziona screen, kwenye screen hiyo, nifuatilie kwenye mitandao yangu yote ya kijamii kwa jina la Victor Mwambene, Instagram Victor Mwambene, TikTok Victor Mwambene, na tafadhali usiache kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa tunapowekea somo jipya katika YouTube chaneli yetu hii. Asante hadi wakati mwingine.